Changamoto ya matumizi ya mbolea imesababisha baadhi ya wakulima kushindwa kupata mavuno sambamba na matarajio yao huku chanzo kikubwa kikielezwa kuwa ni kutokuwa na elimu ya kutosha juu ya kuhusiana na mbolea. Hali hiyo imeifanya Wizara ya Kilimo kuanza kampeni ya kutoa elimu kwa wakulima ili waweze kujiandaa vizuri na kufanya kilimo chenye tija huku mkoa wa, wa Mara Kanali Evance Mtambi akisisitiza wakazi wa mkoa huo kufuata kanuni za wataalamu wa kilimo. Joyce Mwakalinga akiwa mkoani Mara ana taarifa zaidi. Ah, hii ni kampeni ambayo inafanywa na Wizara ya Kilimo na inakwenda kwa jina la Mali Shambani. Lengo la kuanzisha kampeni hii ni pamoja na kutoa elimu kwa wakulima kuhusiana na matumizi bora ya mbolea, lakini pia matumizi ya mbegu bora na tukizingatia kwamba kipindi hiki tunakwenda kuelekea msimu mpya wa kilimo. Lakini kwa mengi zaidi ninaye hapa a, Samson Ponela ambaye ni mkurugenzi msaidizi idara ya mazao sehemu ya pembejeo ambaye yeye atatueleza walau kwa kifupi. Uh, nini hasa uh, lengo la kuanzisha kampeni hii, lakini ningetamani kufahamu uh, mlifanya mm, utafiti kiasi gani na yapi ambao mkayabaini mkabai, kwa wakulima na kuona kwamba wanahitaji kupata elimu hususan katika msimu huu? Asante, nashukuru kwa nafasi. Wizara eh, kwa kushirikiana na, na say, eh, mamlaka za mikoa na serikali za mitaa eh, kugundua ya kwamba wakulima wengi e, wa mazao hususan e, mazao ya pamba na baadhi ya mazao ya chakula hawatumii mbolea za kutosha. Na hali ya uzalishaji imekuwa ni ndogo ikilinganisha na mikoa mingine hasa ukanda huu wa Ziwa. Kwa ndio maana tukaamua tuanzishe, eh, kampeni ya mali shambani sila, eh, mali shambani, lengo ni kuhakikisha kwamba wakulima wanaelimishwa. Tunawahamasisha wakulima watumie mbegu bora, lakini watumie mbolea. Tumeona hata walio ibuka kuwa wakulima bora wa zao la pamba misimu miwili mitatu iliyopita wamekuwa wakitumia mbolea. Hapa tuko uh, Musoma mkoani Mara lakini kabla ya hapa, uh, tumetoka Bariadi mkoa ni Simiyu ambapo tayari kuna baadhi ya maswala mmeshafanya hususan utoaji wa elimu. Kipi ambacho mmekibaini na uh, me, me, mmefanya nini kama wizara kuhakikisha kwamba mnapoondoka mmewaacha katika hali nzuri kulingana na matarajio yenu? kuhakikisha kwamba wanakwenda kufanya kilimo chenye tija. Tumefanya mikutano 12 katika vijiji tofauti na tumebaini ya kwamba wakulima wengi bado hawatumii mbolea, na wanatumia mbolea kwenye mazao ya bustani, lakini mazao ya chakula hawatumii mbolea na haya ya biashara, zao la pamba tulichokifanya, tumewahamasisha, tumewaelimisha. E, wenzetu wa makampuni ya mbegu, makampuni ya mbolea tulionao wametoa fursa ya watu ambao wanahitaji kuwa mawakala, kwa sababu changamoto ambayo inaonekana baadhi ya maeneo uchache wa mawakala wa pembejeo. Kwa sababu swala la bei si kigezo, serikali imeweka ruzuku, huku serikali nako inaingia sasa hivi kuhakikisha eh, tunatumia pia tunafanya pia kilimo cha umwagiliaji, lakini katika kilimo cha kawaida basi hali ya hewa, mbegu bora, mbegu bora, upate ulime kwa kwa kufuata zile kanuni stahiki, alafu utumie mbolea stahiki. Mbolea stahiki ambayo utaitumia iko informed na utafiti wa kitaalamu ambao unakuambia kabisa ardhi yako ina, ina upungufu wa madini gani. Kwa ujumla kampeni hii ya Mali Shambani imelenga kupeleka elimu kwa wakulima ili kuhakikisha wanafanya kilimo chenye tija, na kampeni hii ilizinduliwa katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, lakini sasa inaendelea ikiwa ni awamu ya pili, na baadhi ya mikoa ambayo itaguswa baada ya kutoka mkoa wa Simiyu ni pamoja na mkoa wa Mwanza, mkoa wa Geita pamoja na mkoa wa Kagera. Kutoka Musoma mkoani Mara. Jina langu ni Joyce Mwakalinga, Azam News.